E, mimi naitwa Chief Charumbira kutoka Zimbabwe. Akizungumza na ITV baada ya kuchaguliwa, Mheshimiwa Chifu Fortune Charumbira amesema chini ya uongozi wake atahakikisha anaongoza vikao vya bunge hilo kwa maslahi ya Waafrika wote ambao wengi wanaishi kwa tabu kubwa mno. Watu wa Afrika wana matatizo makubwa sana. Eh, wengine hawana chakula. Some have no infrastructure. So we'll work very hard. Mbali na kuhakikisha anaongoza vikao vya bunge kwa maslahi ya Waafrika, Mzimbabwe huyo amesema atakitetea Kiswahili ili kiwe lugha moja ya Afrika, kauli ambayo imeungwa mkono na Mheshimiwa Ernesti Sirinde, mbunge kutoka Tanzania, ambaye amesema kuwa njia pekee ya kuliunganisha bara hili ni kuwa na lugha moja. Hakuna namna yoyote Afrika, kama tunataka kuwa na Afrika moja, lazima tuanze kuwa na lugha moja. Kiswahili ndio sehemu pekee ambayo inaweza ikatuunganisha, na hii niseme tu ukweli kabisa kwamba eh, eh, moja ya kitu ambacho kinafanya Tanzania leo kuto kuonekana ya makabila ni uwezo ambao alifanya baba wa taifa Mwalimu Nyerere kuhakikisha kwamba maeneo yote tunazungumza Kiswahili. Kwa hiyo na ili Afrika ije kuwa moja, nafikiri na sisi kama nchi chama na ninaamini kabisa hata e, e, mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania analijua hili ambacho tunakizungumza kwamba hata yeye sasa kwenye mikutano yake yote ni lazima atumie nini kiswahili kazi ya leo katika bunge la afrika ilikuwa ni kupiga kura kumchagua makamu wanne wa rais wa bunge hilo na rais wa kwanza anatoka kameruni huku makamu wake wa kwanza akitokea tanzania wa pili anatoka mali wa tatu algeria na wa nne ndiye huyo aliyechaguliwa kutoka zimbabwe bryce walibichwa itv kigali